Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo tumeviona bwana huko mtandaoni mara tu baada, uh, of course ilikuwa ni moment ambayo party ilikuwa ikiendelea, party ya Amara, mtoto wa Mario na Paula uh, pale, uh, katika sehemu ambayo alikuwa ameamua kufanya, ni kitu ambacho kimeshangaza watu zaidi ni kwamba Harmonize bwana amekataa baadhi ya vitu. Nadhani unaelewa kwamba katika video iliyopita amekana kwamba yeye amerudiana na Kajala. Hiyo issue ya kurudiana na Kajala hiyo bwana Harmonize amekataa kwamba hajarudiana naye lakini pia kuna interview nyingine ambayo pia Harmonize amefanyiwa na ameulizwa kwamba je, eh, bwana vipi kuhusiana na issue ya gari yake Defender ile Defender ambayo imeandikwa Kajala 3. Tunafahamu kwamba kuna Kajala 1 and 2, ambazo ni range ambazo alimpaga Kajala kipindi cha mahusiano ya yake, baada ya kurudiana naye kwa mara ya pili. Sasa hii mara ya tatu tumeona tena kuna hii Kajala nyingine hapo range ile defe, sorry hii ni Defender ambapo katika hii Defender bwana Harmonize um, imeandikwa Kajala 3. Imetrendi sana mitandaoni, nadhani kila mtu alikuwa ameiona. Sasa Harmonize ameulizwa kwamba je ile gari ni kwamba tujue kwamba ni wewe ndio umeamua kuchukua ile range ile Defender yako ukaamua kuiweka plate number Kajala 3 kwamba milikisha Kajala katika swala zima la kuzungumza kurudiana naye kwa namna moja au nyingine, ambapo katika hiyo issue ni kwamba Harmonize amedai kwamba hivyo vitu yeye amekuwa tu akiviona mtandaoni, hajajua kwamba ile gari ni ya nani, ni ile gari sio ya kwake na Uh, kum, yani kwa kifupi ni kwamba amekataa kwamba yeye hajui chochote kuhusiana na ile gari ambayo ni Defender imeandikwa Kajala 3, kutokana na kwamba yeye pia hizo video ameziona tu mtandaoni, lakini yeye hajahusika na hiyo issue, kitu ambacho kimefanya watu wengi sana wasiamini maneno ambayo Harmonize ameyazungumza baada ya kuulizwa hivyo <coughs> Umeona bwana, so ye mwenyewe amedai kwamba yeye pia ameyaona tu hayo mavideo ma mtandaoni, kitu ambacho kimefanya watu wengi sana waone Harmonize okay, ameamua tu asiweke vitu bayana, lakini tunaelewa kabisa kwamba defender ni ya kwake kwa sababu yeye anamiliki defender, lakini pia vilevile vile, e, tunafahamu kwamba mtu ambaye ana tabia ya kumwandika Kajala kwenye plate number, ni yeye, lakini hatujajua si, kwa nini ameamua kukataa. So tumepita katika page mbalimbali zilizoripoti hiyo habari. Kwa mfano, hapa kuna page imeandika kwamba Monaize kuhusiana na ishu ya Kajala 3 amesema kwamba yeye pia ameona tu mtandaoni na hakuna tatizo e, maisha yanaendelea. Umeona bwana, wadau sasa wamekuja hapa ku comment kwamba mta kum.. Sija, sijaelewa hapa jamaa alichokizungumza jamani. Kwa mtu tuanze, okay, kwa mtu bwana, CV inaonyesha kabisa hizi ni tabia zake, kwa hiyo ile defender ni yeye ndo amemkabidhi kajala. Kwa mtu bwana, kiukweli nimefurahishwa sana na majibu ya Harmonize, anajifanya kama vile aelewi kinachoendelea. Kwa mtu bwana, huyu jamaa atakuja kufara, atakuja kufirisika uzeeni kama Adriano. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza. Ukiwa kama mdau, na wewe pia una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.